Jina langu ni Lilian Joseph. Kama ilivyo kawaida katika kipindi chetu huwa tunamwalika mgeni ambaye anajua kwa habari ya ngoma yake ya asili ili aweze kutuelezea kidogo kuhusiana na ngoma yake, na leo hii tumekuletea mtu ambaye ataweza kuelezea ngoma yake vizuri na anaweza akatuelezea ni kwa namna gani ngoma yao huwa inapigwa huko katika asilia yake. Karibu sana, uungane pamoja na mimi kutazama kipindi chetu pendwa. Karibu, asante sana ndugu mtangazaji pamoja na watazamaji wetu. Leo nimekuja na ngoma ya Bugobogobo. Ngoma ya Bugobogobo ni ngoma ya asili kutoka mkoa wa Mwanza, ambayo inachezwa na kabila la Wasukuma. Ngoma hii haswa huchezwa wakati wa kilimo. Inachezwa kwa ajili ya kuhamasisha shughuli za, za kilimo, lakini pia kwa watu wale ambao wa wanalima wanalima kwa kufata mapigo ya ngoma ambayo yanawafanya wasichoke, wasukuma katika kilimo chao. Hivyo hii uh, ngoma ina ngoma za msingi kabisa ambazo zinatakiwa, ni muhimu zisikose. Kuna hii ngoma ndogo ambayo yenyewe inashika mwendo huu ambao inapigwa hivi <coughs> sijaandia ngunya ambayo hapa nayo ni kubwa zaidi ya hii, lakini nitawapa tu ile inapopigwa, inapigwa hapa enyewe mwendo nan mwendo. Sawa. Kwa hiyo hii ngunya yenyewe ndio inashika ile mwendo kabisa, yani ngoma zote ina maana zinapochanganya zinakwenda kufata hii hii ngunya. Ni ngoma muhimu sana, japo inapigo moja moja, lakini pia kuna ngoma ambayo sasa ndio inachezesha sasa, yenyewe mapigo yake huwa yanabadilika badilika kwa sababu inachezesha kulingana na namna mlivyotengeneza step zenu katika kucheza. Ila bugobogobo, step yake ya msingi kabisa, nitawaonyesha wapenzi watazamaji, baada ya kupata story fupi kuhusiana na ngoma ya Bugobogobo. Tupate mapumziko kidogo, alafu tutarejea. Oktoba hii, sauti yako ina umuhimu zaidi kuliko wakati wowote. uchaguzi mkuu umefika, na wewe ndiyo mwenye nguvu ya kuamua mustakabali Napiga kula kuleta ajira zaidi kwenye jamii yako yeah. Je, umejiandikisha? Wasiliana na ofisi ya eneo lako kuthibitisha au tembelea tovuti ya www.nec.co.tz ujihakikishie kupata haki yako ya kikatiba. Tumerudi baada ya mapumziko mafupi, na kukaribisha uweze kutazama pamoja na mimi kipindi hiki pamoja na mtaalamu wetu huyu wa ngoma ya Bugobogobo. Karibu tumsikilize sasa. Tunakwenda kuona hizi steps zilizotokana, ili ni jembe letu, mfano wa jembe. Kama tunavyojua kwenye kulima shambani, wengi tunalima kawaida, huwa tunalima hivi Sawa, tunalima hivi shambani, tunalima hivi sawa. Kwa hiyo sasa, kama nilivyosema mwanzoni kwamba hii ngoma aa, ni ngoma ambayo imetokana na shughuli ya kilimo shambani. Maana yake tumechukua ile movement ya kulima, tumeingiza kwenye yale mapigo niliyoonyesha hapa mwanzoni. Kwa hiyo inakuwa inakwenda ran

Hapa hapa tumeona kuna hili pigo ambalo baada ya filimbi tunaruka Ranka, taka, taka, taka, taka. Hii hapa imetokana na kwenye kulima, unaweza ukalima ukakutana na kifungu cha majani ambacho kigumu au labda kisiki kile kidogo. Kwa hiyo yani, pale ni lazima utubie nguvu sawa kuweza kukichumbua. Kwa hiyo sasa, ndio hii hapa movement yake imetoka hapa kwamba tumia nguvu sawa kuchimbua kile nini kisiki, lakini pia ukishakichimbua hivi kisiki, kuna udongo utanasia katika katika rani jembe. Ndio maana hapa inapomona kuna hii movement ya kupiga hivi chini, ili kukumuta ule udongo ambao unanasia kwenye kwenye jembe. Kwa hiyo hizo hapo ni baadhi tu ya step, lakini Bugobogobo ndio maana unakuta kwamba kwengine inachezwa na nyoka, inachezwa kwa sababu tu ya mez, ya mazingira ya shamba, kwamba unaweza shambani ukalima kukutana na nyoka, ukalima ukutana na ukalima ukutana. Hiyo ni, ni ngoma ambayo uh, inahusiana pia na mambo ya nyoka, ndio maana inachezwa na nyoka. Asanteni kwa kunisikiliza, nashukuru sana kwa kuwepo pamoja nami toka kipindi kilipoanza. Nakusihi wewe kama ndugu mtazamaji, usichoke wala usiache kutufuatilia katika kipindi hicho kila siku za Jumamosi saa nne kamili asubuhi, na kukaribisha na kwa heri. Karibu siku nyingine, mtazamu.